Hello, mambo vipi? Leo nakuletea tofauti ndogo iliyopo kati ya mwalimu wa zamani na mwalimu wa kisasa. Tofauti ya kwanza kabisa, nasema ni technology, aa, teknolojia. Ni kivipi teknolojia inatofautisha walimu hawa wawili? Walimu wa kisasa, sasa hivi, wanatumia teknolojia kwa kiasi kikubwa sana katika ufundishaji na ujifunzaji darasani. Kwa mfano, utamkuta mwalimu anatumia projector, anatumia audio visual cassette, DVD, CD ili tu kuweza kurahisisha kwa kila mwanafunzi ambaye ana uwezo tofauti tofauti weza kufanikiwa katika somo lile. Lakini mwalimu wa zamani kidogo ilikuwa ni ngumu kwa sababu teknolojia ilikuwa ni very limited kwa baadhi ya maeneo. Lakini tofauti ya pili tunasema ni assessment tools. Ni kivipi assessment tools zinatofautisha kati ya mwalimu wa zamani na mwalimu wa kisasa? Mwalimu wa kisasa anapendelea zaidi kumfundisha mwanafunzi katika natural setting. Kwa mfano utakuta mwalimu wa kisasa anampeleka mwanafunzi field trip, project trip, na kuwapatia mazoezi mengi sana ya kuwafanya washiriki kama vile discussion au mijadala kwa Kiswahili. Lakini, eh, tofauti ya tatu, tunasema ni, eh, methodology of teaching. Hizi ni mbinu za ufundishaji. Sasa hivi walimu wa kisasa wanatumia methodology gani katika kufundisha? Ni inaitwa learner centered ambayo hii learner centered hii ni mbinu ambayo wanafunzi ushiriki zaidi kuliko mwalimu. Tofauti na ilivyokuwa zamani ambao walikuwa wakitumia teacher centered ambayo hii mwalimu ndo anakuwa anashiriki zaidi kuliko wanafunzi. Asante sana na naomba usubscribe channel yangu.